But I th think that we have so many uh, aligned elements and uh, as I said before also the development of Tanzania the democratic development is also very important for us. So we are a very reliable partner here. Naitwa Dr. Neva Mwambela ni mkurugenzi mtendaji wa Plant BioDefenders, kampuni ambayo inazalisha bidhaa za kilimo, viuatilifu na mbolea za asili. Tuko hapa Moshi Kilimanjaro, leo tarehe 17 Septemba, tumetembelewa na mabalozi 12 wa nchi za Ulaya ambao wamekuja kuangalia fursa mbalimbali na namna ambavyo Plant BioDefenders inafanya kazi hasa kwenye mazao mkakati ikiwemo kahawa ambao ni zao kuu hapa Kilimanjaro, lakini mazao mengine kama pamba, kahawa, korosho, mahindi na mazao ya mboga mboga, parachichi, ili waone fursa na namna gani uzalishaji uh, wa bidhaa zetu unaweza kupelekea masoko ya bidhaa hizi katika nchi za Ulaya. Uh, mazao kama kahawa, parachichi pamba na tumbaku ni mazao ambayo yana uchumi mkubwa sana Tanzania, lakini kwa soko la nje hasa nchi za Ulaya ni mazao ambayo yanatakiwa sana. Sisi tunazalisha viuatilifu hai, tuna viuatilifu vinaitwa Vuruga Biocide, tuna mbolea inaitwa Plantilisha, vinachangia sana katika masoko ya nje ya mazao haya. Kwa hiyo wamekuja kuangalia, kujionea kama kweli tunaweza kuzalisha na tuna mchango gani katika kilimo na uchumi ambao unatokana na kilimo, ili haya mazao yaweze kwenda nchi za Ulaya. Kwa hiyo wamefurahi, wamefarijika na sisi ni sehemu wanufaika wa miradi ambayo ya, ya umoja wa Ulaya ambao walifadhili katika ujenzi wa kampuni sehemu ya ufadhili wa kampuni. Kwa hiyo wamekuja kuona kile ambacho uh, mashirika haya yalichangia kama kweli kinatija kwa jamii, lakini kweli kinatija kwenye kilimo, na kuona fursa gani ambazo zipo ambazo wao kama nchi za, mabalozi wa nchi za Ulaya wanaweza katuunganisha ili sana sana tuweze kuwa na na tija katika uzalishaji. Kama mnavyojua, Tanzania inategemea kilimo kwa kiasi kikubwa, lakini masoko, ili mazao maza yetu yawe na tija. Na tija tunauza sana nchi za Ulaya na nchi za Ulaya hawataki mabaki ya sumu kwenye mazao zao kama parachichi, kahawa na mengine ya chakula. Kwa hiyo sisi tunaona fursa kubwa, tunaona mwanga, tunaona ushirikiano, lakini hatuishii kwetu sisi tu, tunaona kwamba wakulima wetu watapata masoko makubwa lakini vipato vyao, hata afya zao, kwa sababu wanapotumia makemikali yenye sumu ina athari hata kwa afya zao kabisa. Kwa jina langu naitwa Lydia Rafiki, yeah. Ni mkulima wa zao la mpunga na mazao mengine mchanganyiko katika kijiji cha Mabogei. Uh, bidhaa hizi zimeleta tija kwenye mazao anayolima, kwa sababu kwanza wakati natumia viuatilifu vyenye sumu uzito wake ni nimelinganisha, ni ni ni ni uzito wa, wa, wa mazao hasa kwenye gunia moja. Kwenye wakati natumia bidhaa zile, napata kwenye gunia moja la kilo mia moja, ukienda kukoboa mashine, unapata kilo tisini na, lakini unapotumia bidhaa hizi za Plant BioDefenders zinaongeza uzito kwenye mazao ya tofauti niliyoigundua.